Uh, nipo na watu kutoka TAI ambapo tutazungumzia siku hiyo, lakini kikubwa uh, tutafahamu kwanza TAI wao kama TAI wanahusika na nini na uh, kitu gani ambacho wamepanga kukifanya kuelekea siku hiyo ya wanawake. Na wageni wangu washafika studio yapa, uh, mbae, ni naye hapa Elizabeth John ambaye ni meneja anahusiana na masuala ya fedha, pamoja na Joyce Thomas ambaye ni afisa manunuzi na usafirishaji kutoka TAI. Karibuni sana asante. Nikianza na Eliza Elizabeth uh, Elizabeth. Uh, TAI nataka nipate maelezo mafupi ya TAI. TAI ni mahusika na nini? Sawa, so, asante TAI ni Tanzania Aspiration Initiatives. Hili ni shirika ambalo si la kiserikali na linaendeshwa kwa asilimia mia moja na vijana ili kuwaelimisha vijana wenzetu katika elimu mbalimbali na tunafanya miradi tofauti mojawapo ikiwa ni usafi kwanza ambayo tuna- tunaelimisha watoto kwa tunaelimisha watoto kwenye usafi na tushaanza hiyo, huo mradi tulifanya na watoto wa Vingunguti na mradi mwingine ambao tunafanya ni Ujali project ambayo inahusiana na wadada kuwapa elimu mbalimbali wadada. Labda Joyce, mnatumia mnatumia njia gani katika kutoa elimu, ambapo kwa upande wa watoto sasa kwa upande wa watoto njia tunayotumia kutoa elimu ni kwa kuwafundisha, tunawafuata watoto sehemu waliko, mfano kwenye mashule tunaenda pale kwenye vituo mbalimbali, tumeshawahi kufanya vya watoto yatima, sehemu ambapo kuna mkusanyiko wote mkubwa wa watoto, tunafika tunawafundisha kwa vitendo. Mnafanya nini kwa wadada, naniyo, Elizabeth? Uh, kwa wadada tu, tulifanya uchunguzi shule shule za Bagamoyo, tukaenda kule tukafanya uchunguzi, tukakuta kwamba kuna kwa dada kuna matatizo wanayoyapata. Kwa sisi kama TAI tulivyo, tunavyofanya tunaenda kule zile shule tunawapa elimu ya afya na uzazi. Tukishawapa hiyo elimu ya afya na uzazi, vile vile tunaenda na wadada wengine ambao ni wadogo wanaojielewa, young girls ambao wanajielewa wanaongea na wale watoto wa kule wa kike ili kuwapa motisha kuwapa ile kujamini kwamba na wao wanaweza, wanaweza wakafika wakasoma wakawa na ndoto zao na pia kufika kama wale vile vile, tuna- tunawapa na vifaa ama tools, maana tuwezi tu kutoa hiyo elimu ya afya na uzazi bila kuwapa na vifaa vya kuwasaidia kwao. Sisi kama TAI pia tunaenda na vifaa ambazo ni ni pedi, tunawapa hao watoto au wadada wadada wa, ni, wa, wa uh, ina muda gani TAI toka ianzishwe? TAI kimsingi inaanza mwaka 2012, lakini ilianza kufanya kazi rasmi mwaka 2013. Uh, unajua kwenye taasisi uh, kama hii ambayo inaendeshwa na vijana inawezekana kukaa, kuna ugumu wake ambao katika kuanzishwa mpaka hatimaye ikafanikiwa, au hata kama haijafanikiwa kwa asilimia mia moja, basi inaanza unaanza kuona matunda yake. Ni changamoto gani ambayo na mnakutana nayo katika kuendesha taasisi hii. Kwa kweli changamoto ambayo kubwa tunayoipata katika kuendesha taasisi hii ni changamoto ya kifedha, ko hela imekuwa ni ni changamoto kubwa sana sisi kwetu. Kwa hiyo kama TAI tukakaa tukapanga mikakati yetu ya jinsi ya kupata fedha, na mkakati wa kwanza ambao tumeupanga tume, tume sisi kama TAI one way ya kupata hela au ya kujikimu kama ili hii project ya, ya, ya wadada au jali project hii, tu tukifanya sasa hivi. Tumeandaa mabins mabins ambayo tumeaweka katika supermarket tofauti. Kwa mfano kama sasa hivi ninavyoongea, hayo mabins yako supermarket zote za TSN ya Kibo Complex, ya Baraka Plaza na ya Bamaga. Vile vile tumeweka hizi bin katika supermarket ya engine iliyoko Mbezi na Nakumati Mlimani City. Haya madum au mabins tumeweka ili kila mtanzania anayeguswa aweze kushiriki kwamba akienda kununua vitu vyake, baadhi ya vitu vyake aweze kununua na hivyo vifaa vya wadada kama pedi, ili aweze kuweka na sisi tuchukue, iwe rahisi kwetu kwenda kuwapa wadada mashuleni. Vile vile yani, mkakati mwingine ambao tumeweka ni climbing of mountain Kilimanjaro kwa sababu tuna tuna aim kubwa zaidi kununua hivi vifaa, kila kitu vina kila siku vinakuwa costful. Kwa hiyo tumeweka mkakati wa kupanda mlima Kilimanjaro, ambao watu watapanda mlima wa Kilimanjaro na pia watachangia katika huu mradi wetu au hii project yetu. Na njia nyingine ambayo tumeiweka ni charity walk ambayo tutafanya ma, matembezi ya hisani ambayo tutafanya tarehe mwezi wa sita kwenye siku ya watoto mtoto wa Afrika duniani, hmm, ili kuweza kujiongezea kipato. Hamjawai kufanya hiyo pengine matembezi? Hapana, ndo tuko kwenye kufanya mwaka huu na itakuwa ni mara ya kwanza, itakuwa mara ya kwanza kwenye upande wa watoto Joyce. Uh, uh, ukiachana na watoto ambao walioko mashuleni, lakini kuna watoto ambao wayatima. Oh, oh, oh, kwenye vitu vya yatima huwa hmm, mnafika hayo maeneo? Ya, tunafika hayo maeneo tumeshaii kufika kituo cha watoto center Kikosinza, tukaenda pale tukawafundisha watoto masuala mbalimbali yanayohusiana na usafi. Lengo kuu ni kupunguza maradhi au matatizo yanayoambatana tu na ambatana, mtu kuto usafi. Mfano kitu kidogo tu, kutokunawa mikono vizuri na kwa usahihi kunaweza kukamsababisha mtoto akapata magonjwa magonjwa kama kipindupindu na yote ya tumbo. Tunafika kwenye kwenye vituo tunawafundisha watoto jinsi ya kunawa mikono kwa usahihi mpaka sasa mshari um, kufika mbali, namaanisha kwamba nje ya mkoa wa Dar es Salaam kutoa elimu. Sasa pengine kwa wakina dada um, kufika tulienda tukafanya uchunguzi ambayo ilikuwa ni Tanga mm. Bumbuli kule mm, ila tukasema cost za kutoka hapa mpaka Tanga yaani, ni gharama kubwa sana. Kwa hiyo tukaona ngoja kwanza tuanze na hizi shule za karibu ambazo ni za Bagamoyo Matibwa hii ziko Bagamoyo na Betsaida na Kiwangwa. Kwa tukasema ngoja kwanza tuanze na hizi shule za Bagamoyo ambazo ziko karibu tuziangalie, na hii project yetu unaona inaendaje, alafu baadaye tutatoka nje ya Dar. mm. ushirikiano wenu na baadhi ya viongozi wa serikali kwa kwa sababu, kwa mfano ukiniambia mmeenda Bumbuli mm. kule kuna Januari Makamba, kabla ya kwenda kule mshaye kufanyaga pengine mawasiliano naye kujua mkakati wenda akashangia chochote, kwa sababu ni wazo zuri ambalo mmeenda kulifanya kule ushirikiano wenu na baadhi ya viongozi wa serikali na taasisi yenu ukoje? Ah, uh, kusema kweli hatu hatujawahi kuwashirikisha kama unavyosema viongozi wa serikali mm. Kwa mfano kama huo January Makamba, mm. au wanawake bungeni kule hatu, hatujawahi kushirikiana nao na kuambia, lakini kwa sasa tume hilo suala tumeliona kwamba linawezekana kwamba tunaweza kuambia na wabunge wa, wa, wa, wa kina mama tuweza kuambia kuhusu mradi na na ikawezekana, lakini sofa hatu- hatujawahi kuwashirikisha, lakini tunakuelekea itabidi tuwashirikishe. Afisa manunuzi na usafirishaji mm, uh, nini majukumu yako hasa kwenye taasisi ya TAI na ni changamoto gani ambazo unakutana una, una nazo kwenye kwenye masuala ya manunuzi na na usafirishaji? Mm, majukumu yangu kama afisa manunuzi na usafirishaji ndani ya TAI ni kuhakikisha tunapata vile vitu ambavyo tunahitaji kwa wakati na vinafika sehemu inayotakiwa kufika kwa wakati. Kama sasa hivi Elizabeth ameelezea kidogo kuhusu beans kwamba tumeweka maboksi madumu makubwa kwenye supermarket, tukiwaomba Watanzania wenzetu wachangie pedi kwa ajili ya wasichana ambao wako kwenye sehemu, wasichana ambao wako vijijini ambao hawana uwezo wa kupata pedi. Kwa hiyo majukumu yangu ni kuhakikisha kwamba kila kitu kinafika kinapotakiwa kwa wakati wake na kwa muda unaotakiwa. Mna, mna, mnatumia njia gani kufanya kampeni? Kampeni, kampeni mnafanya kampeni kwa ajili ya kuchangisha au watu kujitokeza kuweza kusaidia ili e, mweze kufika kijijini. Mm. Mnatumia njia gani kufanya kampeni? Um, baada ya kuweka hayo ma, ma beans au madum mm, njia ambazo tunatumia kufanya kampeni kama kesho tunaenda kila supermarket kufanya awareness kwa wale wanunuzi, maana usikute mtu umeweka tu bin pale, sio, unajua tamaduni zetu za Kitanzania. ah, nao kwa nini wanaweka vitu kama hivi vinakuwa exposed, yani vinaonekana kwao, tunaenda kufanya awareness kwamba watu waelewe, na vile vile njia nyingine tunatumia ni mitandao ya kijamii, tuna tumeweka picha zetu kwenye Instagram na Facebook ili Watanzania wengi wapate kujua, na vile vile tunatumiana tuna, tuna, tuna WhatsApp kwa sababu ndio njia rahisi ambayo watu wengi naweza kuwafikia hmm. kwa wakati mmoja. Uh, na kesho ni siku ya wanawake duniani, kitu gani ambacho mmepanga kukifanya? Kianza na, na hmm. kesho na ni siku ya kimataifa ya wanawake duniani ikiwa na kauli mbiu mwaka 2016 kwamba tupiganie usawa wa kijinsia mm, katika ngazi mbalimbali za maamuzi kwa wanawake hamsini mm, kwa hamsini <laughs> <laughs> hamsini kwa hamsini <laughs> hamsini kwa hamsini. <laughs> Kwa hiyo sisi kama TAI kesho tutajikita kwenye maeneo mbalimbali.